Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, karumna na kanyanyaza kama murungi obude bona wazole tufupi. Machozi ni mwaliko, machozi ni mwaliko. Naomba tuseme, machozi ni mwaliko. Tunasoma katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya kumi na tisa mstari wa arobaini na moja. Yesu alipokaribia Yerusalemu akauona mji, alilia, alilia, alilia kama anavyolia leo hii. Mungu anuni, Mungu anaumia na Yesu aliumia, alitazama inayotendeka kwenye mji: giza, kutopendana, chuki, fitina, kutojali uwai wa watu. Yesu alilia machozi. Macho kabla ya kulia, moyo unalia. Na kuna jambo hatari sana Machozi ambayo hayatoki yanaumiza sana. Kwa hiyo moyo wa Yesu ulilia kwanza, kabla ya machozi kulia. Machozi ni lugha ya upendo. Mtoto mdogo anapokuwa na shida, labda hajaweza kuongea, anaongea kwa kulia. Kulia ni lugha ni lugha ya moyo, anataka kusema nina shida nawaalika munihudumie, nawaalika munisikilize. Kwa hiyo Yesu alilia, ni mwaliko wa kubadilika. Alipotazama mji wa Yerusalemu, aliona mbali, aliona maangamizi, maana mji uliharibiwa na hekalu liharibiwa mwaka wa sabini ano domino, baada ya Yesu Kristo kuzaliwa. Aliona ya mbele atakayokuja lakini aliona mioyo migumu ya watu, lakini aliona mbali, akasema hata niliowafia msalabani bado watanigeuka, bado watakuwa na mioyo migumu, bado watakuwa na chuki, bado watakuwa na fitina. Alilia sana, ni mwaliko. Machozi ya Yesu ni mwaliko wa kufanya toba, ni mwaliko wa kubadilika, ni mwaliko wa kuwahurumia wengine. Tunasoma katika Biblia, tulie na wanaolia, tucheke na wanaocheka. Mtu yeyote ambaye ana machozi ameumia na kuwalilia wengine, ndiyo mwaliko wa machozi. Mtu akiwa na shida muhurumie. Mkoba tunamsema unaosema elisho kweli lina lisho kwelilila yaani, jicho kujililia lenyewe. Udongo ukidondoka kwenye jicho moja ama kipande cha kitu kikadondoka kwenye jicho moja, linatoa machozi ili kusafisha, lakini jingine halitoi machozi, tunaita lisho kweli bila. Unaweza ukakuta mtu anaangaika yeye peke yake, anaumia yeye peke yake wakati wengine wangemsaidia. Sasa tunahitaji macho macho yote yatoe machozi, yani tumlilie yule aliye na, lakini uweze ukalia kama una huruma. Huruma ni uchungu wa mwingine moyoni mwako, ndio huruma. Kwa hiyo mwaliko wa machozi ni mwaliko wa kuwa na huruma, lakini ni mwaliko wa kuthamini. Kama uthamini, uweze ukalia. Bwana Yesu Kristo aliuthamini mji wa Yerusalemu, aliwathamini watu akatoa machozi ndiyo maana katika Injili ya Mathayo sura ya tano wanasema eli wenye huzuni. Mimi ningetoa maneno ya huzuni nikaweka eli wenye kuthamini, maana unalia kwa sababu unathamini, na ukipoteza kitu unachokithamini utalia machozi. Kwa hiyo machozi ni ishara ya kuthamini. Yesu alilia kwa sababu alithamini. Tunapowalilia waliofiwa, ina maana tunawathamini. Tunapoililia nchi, ina maana tunaithamini Tunapoililia jumuiya ina maana tunaithamini. Tunapoililia parukia ina maana tunaithamini. Kwa hiyo machozi ni mwaliko wa kuthamini, ni mwaliko wa kubadilika, ni mwaliko wa kufanya toba. E, tulie na wanaolia, isiwe lisho kweli bila. Mwambie jirani yako, isiwe lisho kweli bila, tulie na wanaolia.